Tazamaji kwa mtazamaji, kwa kuendelea kutazama Darubini. Tusonge mbele na tuangazie taarifa za afya ambapo wagonjwa wa saratani na familia zao wanaibua wasiwasi kuhusu kile wanachotaja kuwa ucheleweshaji wa uidhinishwaji wa huduma katika hospitali za kitaifa ama hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Wagonjwa hao wanasema kukwama kwa mifumo ya huduma na foleni ndefu zinahujumu huduma muhimu za matibabu. Hata hivyo, mtazamaji, katibu katika idara ya huduma za kimatibabu Daktari Ouma Oluga amepuuzilia madai hayo, akigusia mageusi ama mageuzi aliyosema kwamba yanalenga kuboresha upatikanaji wa huduma bora za matibabu na za afya kwa masuala ya saratani kwa gharama ya bei nafuu. Joseph Wakhungu na taarifa hiyo. Kenya iliungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya saratani leo, huku madai ya huduma finyu na ucheleweshaji huduma katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta ya kisheheni. Beti Odero aliyejawa ghadhabu alilalamika kwamba amekuwa akitafuta idhini za malipo kumwezesha mama yake kuendelea na matibabu ya saratani bila mafanikio. Akizungumza baada ya kutembelea kituo cha saratani cha hospitali hiyo, katibu katika idara ya huduma za kimatibabu Daktari Ouma Oluga alitaja wasiwasi wasi wa wagonjwa kuhusu ucheleweshaji wa matibabu na uidhinishaji wa huduma za maabara kama masuala ya kiutawala na kisheria ambayo hayapaswi kutia doa huduma kwa wagonjwa. And And so uh, because of that, that we have to have to uh, to mechanisms for identification. I think it's just about uh, uh, uh, a delay that may need to be sorted. And... Wakati huo huo, Dkt. Oluga amefichua kwamba ugunduzi wa saratani baada ya uchunguzi humu nchini umeongezeka kutoka visa 1044 hadi visa 1048 kila mwaka kufuatia uboreshaji wa huduma hizo, huku vifo vinavyohusishwa na saratani vikipungua kutoka 1029 hadi 1028. Kama sehemu ya maadhimisho ya siku hii, kaunti ya Kitui iliandaa uchunguzi wa saratani bila malipo katika hospitali ya Mwingi level 4 na matembezi ya uhamasisho huko Mwingi. Wagonjwa mia tatu wa saratani kwa sasa wanatibiwa katika kituo cha saratani cha hospitali ya matibabu maalum ya kaunti ya Kitui. Tuangazie sana kufuata maagizo, tusiwe na hofu. Kanza ni ugonjwa kama ule mwingine. Tunataka kusema ukipatikana na ugonjwa wa kansa kuna matibabu umesikia, madaktari vile wameongea, si ndio? Na tunasema hii kansa inaweza patikana mapema. Udhibiti wa ugonjwa wa saratani humu nchini unatarajiwa kuimarika kufuatia ongezeko la fedha zinazotengewa matibabu kwenye halmashauri ya afya ya jamii kutoka shilingi elfu 550 hadi shilingi laki 8 kwa kila mgonjwa. Maadhimisho ya siku ya saratani ulimwenguni yameibua hofu kuhusu ongezeko la vifo vinavyotokana na ugonjwa huo nchini, huku serikali ikikiri haja ya kuwepo kwa uchunguzi na utambuzi wa mapema pamoja na matibabu ya gharama nafuu kwa wagonjwa wa saratani. Nikiripotia Darubini ya Channel 1 kutoka hospitali kuu ya Kenyatta, jina langu ni Joseph Wakhungu.